Kupanga ni kuchagua, na sisi kwa niaba yenu tumeamua kupanga, na katika mipango yetu lengo letu kubwa ni kuhakikisha watanzania wanakuwa na maisha bora. Tuliahidi kutekeleza haya, ni lazima tuyatekeleze kwa nguvu zetu wote, na ndiyo maana siku zote tumekuwa tukisisitiza, ndugu zangu Watanzania, tujifunze kulipa kodi. Ukienda hotelini omba risiti. Ukienda dukani omba risiti. Chochote utakachokwenda kununua omba risiti, ili kusudi, wafanyabiashara, katika risiti ile kuna percentage ambayo inabaki ya serikali, inayobaki ile ndiyo tunaipeleka kwenye huduma za wananchi. Kulipa kodi ni uzalendo ishi wameaswa kuwahimiza waumini wao kuwa na utamaduni wa kulipa kodi ili kuiwezesha serikali kujiendesha bila ya kutegemea misaada kutoka kwa nchi wafadhili. Mkuu wa wilaya Karagwe, Deodatus Kinawiro, amesema hayo wakati wa sherehe ya kumsimika katibu mkuu mteule wa Diocese ya Karagwe ya kanisa la Kiinjili la Kiloteri, Anieti Maganya, yaliyofanyika katika kanisa kuu la Diocese hiyo katika mji wa Kayanga, Karagwe. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Charles Mwebea misa maalum ya kumsimika katibu mkuu wa dayosisi ya Karagwe ya kanisa la kiinjili la kiluteri Aniseti Maganye katika kanisa kuu la dayosisi hiyo mjini Kayanga ya Karagwe. Inakusimika kazini kuwa katibu mkuu wa dayosisi ya Karagwe ya kanisa la kiinjili la kiluteri Tanzania, kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Katika misa iliyoambatana na sherehe za kumsimika katibu huyo mkuu wa tano wa diosisi ya Karagwe, askofu mkuu wa diosisi ya Karagwe inayohudumia wilaya za Karagwe, Ngara na Kirwa, Benson Bagonza anawasihi watumishi kumtanguliza mbele Mwenyezi Mungu na kumwomba wapatie hekima katika kazi zao. Kipo kitu muhimu kisichonunuliwa kwa fedha katika duka lolote, kisichofundishwa katika chuo kikuu chochote duniani kisichoweza kupandikizwa akilini mwako na daktari bingwa yeyote. Hakuna mganga yeyote wa kienyeji anayeweza kukupatia kitu hicho, na kitu hicho pekee kisichohitaji msaada wa kingine katika kukuwezesha kuitenda kazi yako. Kitu hicho kinaitwa hekima. Ukafika muda kwa baadhi ya wageni wa alika kutoa na saa zao akiwemo mkuu wa wilaya ya Karagwe di utatu sikina wiro ambaye amesisitiza viongozi wa kidini kuwahimiza waumini wao kulipa kodi ili serikali iweze kuwahudumia katika sekta mbalimbali. Tunasisitiza sana ulipaji wa kodi, na baba askofu, hata kwenye maandiko matakatifu ya kaseo imesema kwamba ya kaisari mpe kaisari, na ya Mungu mpe Mungu. Um, na baitui wakati wanazungumzia ile, walikuwa wanazungumzia kulipa kodi kwa kufanya serikali yetu iweze kusimama. Katibu mkuu mteule Anisiti Maganya anakuwa katibu mkuu wa tano katika diocese ya Karagwe, akichukua wadhifa huo kutoka kwa Erasto Kamiana ambaye amestaafu wadhifa huo kwa mujibu wa taratibu za kanisa hilo. Charles Mbeya, TBC Karagwe, Kagera.